Habari yako mzazi na mlezi, unatamani mwanao awe mtu anayejitambua mwenye kuwajibika na anayejali wajibu wake katika jamii? Umewahi kujiuliza kwa nini watoto wengine huonyesha ukomavu wa kufikiri na kutenda tangu wakiwa wadogo? Katika video hii nitakufundisha mbinu kumi na tisa zilizothibitishwa kisayansi zitakazokusaidia kumlea mtoto mwenye uwajibikaji wa kweli na kwa wazazi wanaotamani kupata mtoto wa kiume, njia ya saba, ya kumi na tatu na ya kumi na tisa ndio hazina yako ya siri. Usikose hadi mwisho. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kaa nami hadi mwisho ili upate maarifa muhimu ya kumlea mtoto mwenye afya bora. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli hii, fanya hivyo sasa, kwa sababu tunashirikiana kukuletea maarifa muhimu kuhusu malezi bora zaidi. Kwa ushauri zaidi wasiliana nami kwa namba 0787579224. Mbinu ya kwanza: toa majukumu madogo ya kila siku. Watafiti wa malezi wanasema mtoto anayeshirikishwa kwenye kazi ndogo kama kupanga vitabu au kuweka vyombo mezani hujenga hisia ya kuwa sehemu ya jamii. Kumpa majukumu humfundisha kuwajibika bila kulazimishwa. Mbinu ya pili: mpongeze mtoto kwa matendo ya uwajibikaji. Sifa chanya huamsha homoni za furaha kama dopamine zinazomfanya mtoto atamani kurudia matendo ya kuwajibika. Hakikisha unamsifu kwa kauli nzuri kutia moyo, umefanya vizuri kwa kumaliza kazi yako mapema, mwambie hivyo. Mbinu ya tatu: mpe uhuru wa kuchagua. Uchunguzi unaonyesha kwamba mtoto anapochagua mwenyewe kazi au majukumu yake anajenga dhamira ya ndani ya kuwajibika. Mfano, unaweza kumuuliza, ungependa kuosha kikombe au kupiga deki? Mbinu ya nne, eleza madhara ya kutojali wajibu. Badala ya kumkaripia kwa hasira, eleza matokeo ya kitendo chake. Mfano, ukipasua chupa na usiseme, mtu anaweza kujeruhiwa. Hii humjengea hisia ya kuwajibika kwa kila tendo lake. Mbinu ya tano, tumia hadithi za maadili. Hadithi huamsha hisia na kufundisha kupitia mifano. Mtoto anayesikia hadithi kuhusu shujaa aliyewajibika huchota mafunzo na kuiga tabia hiyo. Tumia simulizi kila siku kabla ya kulala. Mbinu ya sita, mfanye mtoto aone matokeo ya matendo yake. Ukiona mtoto ametupa chakula, mpe jukumu la kusafisha au la kula baadaye bila chakula kingine. Mbinu hii hufundisha kuwajibika kwa matokeo ya vitendo vyake. Njia ya saba, ambayo ni njia bora ya kwanza kupata mtoto wa kiume, mfundishe kupanga malengo na kufuata utekelezaji wake. Sayansi inaonyesha kuwa watoto wanaojifunza kupanga na kutimiza malengo tangu wakiwa wadogo huwa na uwezo mkubwa wa kufikiri kwa undani, tabia ambayo huhusishwa zaidi na jinsia ya kiume. Mtoto mwenye uwezo huu hujijengea tabia ya kuwajibika mapema, huku akijifunza kupanga, kutekeleza na kujitathmini. Njia ya nane, wape watoto wajibu katika maamuzi ya familia kwa kuhusisha, yaani wahusishe kwenye maamuzi kama kupanga chakula au shughuli za wikendi huongeza uwezo wao wa kuwajibika kwa maamuzi yao. Mbinu ya tisa, ondoa tabia ya kurekebisha kila kosa kwa niaba yake. Wazazi wengi hujitahidi sana kuondoa kila tatizo kwa niaba ya mtoto. Hii humfanya mtoto asijifunze kuwajibika. Mruhusu akosee na ajifunze kutokana na kosa lake. Njia ya kumi, mweleze madhumuni ya kila jukumu. Mtoto anapojua kwa nini anapaswa kufanya jambo fulani, mfano kusafisha viatu, anajifunza thamani ya wajibu. Tunapohifadhi viatu vizuri, vinadumu na vinakuwa safi kutumiwa kesho. Njia ya kumi na moja, mfundishe kuomba msamaha na kukubali kosa. Kukubali makosa ni msingi wa kuwajibika muonyeshe kuwa si vibaya kukosea lakini ni muhimu kuchukua hatua sahihi baada ya kosa njia ya kumi na mbili tumia michezo inayofundisha uwajibikaji kuna michezo kama kupanga kambi au kuandaa chakula kwa zamu michezo hii humfundisha mtoto kuwa sehemu ya kundi linalotegemeana njia ya kumi na tatu ambayo ni njia bora ya pili ya kupata mtoto wa kiume jenga mfumo wa zawadi kwa matendo ya kuwajibika Utafiti umeonyesha kuwa watoto wanaopewa motisha kwa kazi walizozifanya hujifunza kujituma zaidi. Kwa mfano, mpe mtoto nyota au muda wa hadithi ya ziada kwa kila kazi aliyotimiza. Njia hii huchochea ubongo wake kuunda mzunguko wa mafanikio unaohusiana na majukumu, jambo ambalo linahusiana na tabia za watoto wa kiume wanaojitambua na kuwa viongozi. Njia ya kumi na nne, mfanye mtoto ajisikia ana mchango muhimu usimuache ahisi kuwa hana maana. Kila kazi ndogo anayopewa na akamaliza, mweleze kuwa bila yeye mambo yasingekamilika. Njia ya kumi na tano punguza kulalamika na badala yake elekeza. Watoto hujifunza kupitia mfano. Ukilalamika kila mara bila kuonyesha suluhisho, unao huiga. Badala yake onyesha njia mbadala unapokutana na changamoto. Njia ya kumi na sita: jenga utaratibu wa kila siku. Utaratibu husaidia mtoto kuelewa kuwa kila jambo lina wakati wake. Hii hujenga nidhamu na kuwajibika bila kushinikizwa. Njia ya kumi na saba: mfundishe kujisimamia badala ya kumkumbusha kila mara. Tumia mbinu za kumbukumbu kama alama au ratiba ukutani. Hii humfundisha kujipangia majukumu na kuyatekeleza kwa wakati. Njia ya kumi na nane: tumia mazingira kuimarisha uwajibikaji. Mazingira yaliyo safi, tulivu na yanayoheshimu nidhamu huathiri tabia za mtoto. Mpatie mazingira yenye kuhimiza majukumu, mfano kuweka kalenda au daftari la kazi. Njia ya kumi na tisa, ambayo ni njia bora ya tatu ya kupata mtoto wa kiume: mshirikishe katika kujifunza kupitia majarida na kujaribu mara nyingi. Mtoto anayeelekezwa kufanya majaribio hadi akafanikiwa hujenga uthubutu, udadisi na msukumo wa ndani, sifa zinazopatikana sana kwa watoto wa kiume wenye uwajibikaji wa hali ya juu. Mpe changamoto ndogo kama kujenga kitu kwa kutumia vifaa, halafu mpe nafasi ajaribu hadi afanikiwe. Mbinu hii huimarisha seli za ubongo zinazohusiana na maamuzi na kufikiri kwa kina.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 Tukutane kwenye video inayofuata.